Na mtazamaji wa Trend TV, bwana hapa tuko na mganga ambaye anafahamika kwa jina la Taz Genius bwana. Huyu Taz Genius unaweza kujiuliza kwamba ni nani, ni yule mganga ambaye alimtandika ngumi jana ma, Manyaunyau ambaye ni mganga mwenzie a, katika msiba wa Karina. Nadhani utakuwa unakumbuka kwamba mganga Taz Genius ndiye yule ambaye alikuwa amevaa nguo za kawaida ambapo Manyaunyau alikuwa amevaa kanzu. Kwa hiyo huyu Taz Genius yeye ndiye alienda kumpiga ngumi Manyaunyau, na ni moja kati ya vitu ambavyo vilitrend sana, so hapa tuko naye eh, mfarimu wa dawa Dr. Taz Genius. Uh, tuko naye hapa kwa ajili ya umsikilize ye mwenyewe, pia anataka kuelezea sababu ambayo ilipelekea uh, mpaka hali ikawa vile, kwa sababu sio kitu cha kawaida na sio kitu cha kistaarabu. Nadhani watu wengi sana watakuwa naelewa hivyo kwamba sio jambo la kistaarabu kabisa, kwa waganga au mtu yoyote yule, uh, haijalishi kwamba wewe ni nani, una cheo gani katika jamii au una nafasi gani katika jamii kwa ujumla, uh, kufanya fujo msibani au kufanya kitu chochote kile ambacho kinaweza kikasababisha watu wakawa na maswali kwamba kwa nini imekuwa hivi katika

ni kitu ambacho sio kizuri. sasa Taz Genius amelizungumzia hili swala kiundani. analizungumzia hapa nitakusikilizisha mwanzo mwisho umsikie alichokisema eh, kuhusiana na sababu ambayo imemfanya yeye mpaka kufikia hatua ile ya kwenda kutandikana mangumi na mganga mwenzie Manyaunyau. Na kama inavyofahamika kwamba Manyaunyau ni mganga ambaye ni wa muda mrefu, anafahamika vizuri. Watu wengi sana wanamjua Manyaunyau ni nani na vitu vingi ambavyo ameshavifanya. Ni ni yuko very famous, yuko very very famous, popular. Sasa huyu Taz Genius ni mganga ambaye na yeye pia anakuja kwa kasi sana sana, na watu wengi sana sasa hivi wanamfuatilia katika mitandao ya kijamii hususan huko TikTok. Sasa nataka hapo umsikilize yeye mwenyewe akielezea sababu ambayo ilipelekea yeye mpaka akamfuata Manyaunyau kwenda kumpiga mangumi na nini hasa Manyaunyau alikifanya ambacho yeye kilimkwaza, kupelekea yeye ye kupata hasira ya kufanya hivyo, lakini pia vile vile ni kwamba huyu Taz Genius ana jambo lingine eh, la ku, anataka kuomba radhi kwa mashabiki na watu ambao wanamfuatilia kwa kile ambacho kimetokea jana katika msiba wa Karina, kipindi ambacho mwili ndio ulikuwa umeenda kupokelewa pale airport. So msikilize hapa Taz Genius mwenyewe akielezea swala hilo. Yes, I'm King Genius, Dr. Taz Genius. Yeah, na watu wote wanaonifuatilia katika mitandao ya kijamii nilikuwa nimekuja kwenu kuwataka radhi sana familia na Watanzania na hata ambao si Watanzania kwa kitendo kilichotokea jana ya poti baina ya, yangu mimi na Manyaunyau ya, kwa kweli mimi ni mtu ambaye nilifika katika familia ya marehemu na hata gari yangu walipanda wamama mpaka tunaenda kuchukua mwili kwa sababu ilichukua costa tuka, ilikuwa costa. Mimi nilitoa gari yangu nikiwa dereva mwenyewe kwenda kuchukua mwili wa marehemu. Katika kusubiri na process zinazoendelea, ili kuchukua mwili wa marehemu, mwili wa marehemu umefika, hatujui. Huyu mganga huyu anajiita mganga, si ni Manyaunyau. Kitu nilichoshtuka mimi ni kwamba yuko nyuma yangu, kanisogelea na nirekodi. Huyu ni kijana wangu na dhani wa Watanzania nyewe ni mashahidi. Huyu bwana hajawahi kuniongelea mimi uzuri, ni mtu wa kunifanyia vitu vya ajabu. Na mnajua, moja kwa moja alikuja msibani kutafuta umaarufu kwa sababu muda wote hakuwepo alikuja tu ghafla ili kutafuta umaarufu, au kwa sababu alisikia waandishi wa habari mimi wananioji, akaona haje. Basi sawa, hata kama unakuja kutafuta umaarufu hatukatai, lakini kitendo cha kumrekodi mtu bila ridhaa yake kwa kumuita kijana wake, lengo na madhumuni alikuwa ni nini? Kwa akili haraka haraka, kwa sababu ninamjua tabia zake, ni mtu ambaye akikaa live huwa ananichafua, ananiongelea kwa mabaya. Kwa maana hiyo moja kwa moja nikajua huyu kaja alikodi vile atumie klipu ile kwa ajili ya kupata followers, ya kupata umaarufu pamoja na jambo lake alilolikusudia yeye liende katika mitandao ya kijamii. mimi kama binadamu ambaye nimevumilia mambo mengi wa Tanzania ni mashahidi. nimevumilia vitu vingi kwa huyu bwana lakini kila mala, kila dakika ni mtu wa kunitaja, kunichafua, kunizulia maneno machafu mimi kama binadamu sijakamilika, nikajikuta nimejasibika, nikampiga vibao kwa haraka haraka. Siwezi kumwomba samani, ila naomba familia ya Carina, Watanzania, waandishi wa habari nisamehe. Kilichotokea ni asila, hata maneno niliyatoa ni asila, kwa sababu mimi ni mvumilivu, nimevumilia mengi sana. Watanzania ni mashahidi, mkipita katika mitandao ya kijamii, mimi ananiongelea vibaya, ambako sina hata mahusiano naye, wala sishii biashara naye wala sina habari naye, lakini amekuwa ni mtu wa kunichafua kila mara. Ni mtu ambaye anahisi akiniongelea mimi anarudisha au anarudi katika m, anarudi katika formula, lakini mimi nimekuwa ni mtu mvumilivu sana, na mpaka imetokea nikaona si vyema, ni nyamaze, nikaja, naomba wa Watanzania, serikali, waandishi wa habari, na fansi wangu na hata mitandao yote waliona klipu ile, naomba wote kwa wote mnisamehe. Alichotokea ni asila, mimi binadamu, lakini pia nimevumilia sana sana sana, na ndiyo maana ninakuja mbele zenu nikiwa kama binadamu mwenye nyama. Uvumilivu huwa mtu unamshinda, kwa sababu kitendo cha kumrekodi mtu bila ridhaa yake, hatujui angeenda kuedit alikuwa anataka aongee nini? Na sisi tuko kwenye suala la msiba, tunasubiri msiba, tumepakia msiba eh? Unanivizia unakuja katika uso wangu na rekodi, niko na kijana wangu, na mmoja kwa moja unajua wewe unaniongea vibaya, wewe ni adui kwangu. Ebana Watanzania, wewe kama binadamu fikilia kwa makini, nani mkolofi? Mimi binadamu nina nyama, nina masaifu yangu, nina mapungufu yangu, nina mabaya yangu, nina mazuri yangu, lakini tukiongelea, sio ushabiki, reality. Mimi binadamu, uvumilivu unanichosha too. Yaliyotokea hayatorudia, ila ninamruhusu aende kokote, ninamruhusu aende kokote ila naomba Watanzania, waandishi wa habari, wa familia Kalini, mnisamehe. Lakini pia jana kulikuwa na zoezi la kuwasilisha ya, kuwa, ya kuwasilisha fedha au mchango ambao katika grupu langu la Taz Genius Genius Zaudi tulichanga fedha ambazo hizo fedha alitakiwa alitakiwa akabidhi katika familia mweka hazina. Zoezi hili halikufanyika kwa sababu ya vurugu, lakini bado kitu akijaribika. Leo msibani, tutapomaliza swala la msiba, tutawasilisha mzigo wetu fedha, ambazo mweka hazina atazikabidhi katika familia ya Karim au Hawa. Kwa hiyo mimi nasema asante wa Tanzania kwa kunisikiliza, yes.